kutengeneza mbolea ya biocha ambayo inatumika kuboresha rutuba ya udongo na kuongeza uzalishaji. Mbinu hii bunifu ikisifiwa kwa kubadilisha kilimo cha kahawa katika eneo hili. Denis Otieno alizuru kaunti ya Kericho na kutoandalia makala haya kwenye Kilimo Biashara wiki hii. Eneo bunge la Kipkelion West kaunti ya Kericho, mashamba ya kahawa yanastawi yakiwa na matunda yenye afya karibu na msimu wa mavuno. kwa Wesley Kosgey, mkulima mdogo wa kahawa, safari huanza katika kitalu. Yeye ni miongoni mwa wakulima waliokumbatia matumizi ya mbolea hai ya biocha katika kukuza miche ya kahawa na pia kwenye mashamba yao, baada ya kukumbana na changamoto za kilimo cha kawaida hapo awali. Wakati tulikuwa tunatengeneza seeds tulikuwa tuna mix mchanga na maniwa. Wakati mkulima ameenda kuenda kupanda, unapata kuna ugumu ugumu kwa mchanga kwa mch kwa polybag. Kwa mujibu wa Kosgei na wakulima wengine, mbolea ya aina hii imeboresha muundo wa udongo, kuongeza uwezo wa kushikilia maji na kuongeza virutubisho kwenye udongo. Biocha ina wingi wa kaboni inayotengenezwa kwa mchakato wa kuchoma taka za kilimo katika mazingira yenye hewa chache ya oksijeni. Hapa Kericho, maganda ya mpunga ambayo ni mabaki ya maganda ya mchele yanabadilishwa kuwa mbolea hii ya biocha. Sasa hiyo waste, badala ya kutupa, tunafanya tuna kitu kinachoitwa carbonation, kama kuchoma makaa. Sasa tukichoma makaa tena tunaweza kutumia the same, same kwa mambo ya Agriculture, kilimo, you take it back to the soil. But imepatikana kuwa wakitumia biocha kuota kwa mmea kwenyewe ni kuzuri, tena inaota vizuri tena kwa haraka. Lakini ukilinganisha kwenyewe unapata kuwa mizizi yanatoka vizuri wakati biocha imepatikana. Kilimo Trust, shirika lisilo la kiserikali, limeungana na wadau wengine katika kukuza matumizi ya biocha miongoni mwa wakulima wadogo badala ya zichomwe tunahakikisha kwamba tumezitumia kwa njia ambayo inaweza kuchangia kuboresha e, mazingira. Kwa mfano kama ni kutoa zile rice husk, zinachomwa zinatoa e, makaa ambayo tunaita mbaocha ambayo inatumika vizuri sana kuhakikisha kwamba yamewekwa kwa mchanga na kuweza kuhakikisha mchanga umekaa kwa hali nzuri. Hata hivyo matumizi ya bayocha yanakabiliwa na changamoto. Gharama ya awali ni kubwa, ikiwa ni pamoja na vifaa, gharama za usafirishaji na utumiaji wake. Kwenye mashamba makubwa unahitaji wafanyakazi wengi. Licha ya changamoto hizi, wakulima kama Wesley wanaamini kwamba bayocha ni fursa ya kuboresha uzalishaji wao wa kilimo, pamoja na kushughulikia changamoto muhimu kama mabadiliko ya tabia nchi. Denis Otieno, runinga ya Citizen. Tuangalie taarifa ya kusikitisha ambapo maafisa wa